Tuendelee kuchochea moyo huu, nguvu hizi, motisha tuliopata kutoka mwaka huu wa Jubilei 2025, kwa njia tano zifuatazo. Na hizi tuzingatie na ni nyepesi, sio nzito. Njia ya kwanza ni hija kwenda wapi? Makanisani. hija kwenda wapi? Wapi? Makanisani. kufanya nini? Kusali, kuhudhuria misa, hasa za kila Dominika na sherehe misa za kila Dominika na sherehe. Ndio maana tunapata wimbo mzuri kutoka Zaburi ya mia moja ishirini na mbili aya ya kwanza unaotuhimiza kufanya hija kanisani. Na kwaya nafikiri mnaufahamu vizuri, na masista na mapadre

nyumba ya Mungu imejengwa, nyumba ya Mungu imejengwa imara juu ya mwamba thabiti kwa hiyo usichoke kuja kuiji, usije kafikiri utayukuta hiyo nyumba ya Mungu haitajengwa juu ya mchanga, iko kwenye mwamba hayame. Kwa hiyo njo hwichi ipo, uwe melala uwe mesinzia uwe meamuka, ipo njo hwichi. Pia tunaendelea kuhimizwa kuja kuiji kusali, kuhudhuria misa, kushiriki misa, kwa wimbo huu hu gyomumisa inywa bagonza yezu giomumisa alinyakatima

omumisa arabakyanura yezu wabeta ati mwitalinye ndabalemura ndabatunge byera O mumisa, o mumisa uwa tunapewa mtiani Jumapili mapadre wa wanaenda kusali sijui vigangoni au jumuyani. Jumapili nakuta waamini wachache wa anauliza waamini wako wapi? ario rufuakumba atani vaferira bantu bafiriri Baada ataenda kusali huko hatuna uhakika

nenda kuhudhuria misa, ninyi ambao mmehuzunika, inywaba inegujune huko, ndio mtamkuta Yesu awafariji wa awatie nguvu wengi awaeliu, hilo nenda huko. Nachochea huzuni zaidi, ndio naona matukio ya kujinyonga na kunywa sumu, wengine wajibadilisha magugu na kwekwe wakinywa yile siyo somo, sio vitugano wanajimaliza. Hmm? Ndio usali hiji Mungu akutoe msongamano wa mawazo na pengine usielekee kwenda kujiteka kama sio kujitia kitanzi au kunywa sumu. Tibarisi yuko hapa kanisani kwenye misa unavyokuja kusali usifikie, utarudi ukiwa hivyo hivyo ulivyokuja. Kuhudhuria misa, unakuwa umeshapata neema pekee ambazo wewe huoni, lakini wanaokuona, na kwamba kuna mabadiliko fulani, na wengine baadaye utaona kuna mabadiliko waitu Yezu ni tukusimamuno

Waitu mungu balevu mwanawawe Batu baturindi batwize tugoshoke batujume turogu Kwa nini kuja kuiji kanisani nakuendea kuiji kanisani umo ndimo tunapata shibe ya kiroho. Tunamla Yesu aliye mwili na damu, aliye mkate, maana yeye alijitambulisha kwamba yeye ni mkate ulioshuka kutoka mbinguni, mtu yeyote akimla atakuwa na uzima wa milele na atamfua siku ya mwisho. Tunapata shibe ya kiroho na ukisha shiba kiroho, hata ukiwa dhaifu namna gani, unapambana na jambazi, unapambana na, jambaz, unapambana na simba. Ndio maana watu dhaifu uwa <laughs> wanafanya mambo makubwa kwa sababu Ekaristi kwa saa ya kukumunika maana, kadiri ya maandiko matakatifu kutoka Injili ya Mathayo sura ishirini na tano hadi thelathini na moja hadi ya thelathini na sita Bwana Yesu wakati wa hukumu ya mwisho atatuamea, Njoni enyi muliobarikiwa na baba yangu, pokeeni ufalme mliotayarishiwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Maana nalikuwa na njaa nanyi mkanipa chakula, nalikuwa na kiu nanyi mkanipa maji, nalikuwa mgeni nanyi mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanivika, nilikuwa mgonjwa nani mkaja kunitazama. Ingine nachukua neno hivi hivyo kunitazama, naenda na macho namwangalia hivyo, mgonjwa umpelekee chochote, mpe hela wao, upunguze makali ya gharama za tiba, mpelekee kasabuni, kasoda, matunda, sio kwenda mekutazama oraile muota wasiba muota mpa nakobonao mombee sali nayapo saa hey, mtie moyo, mfariji. Nalikuwa mgonjwa nani mkanitazama? Nalikuwa gerezani nani mkazwa kunitembelea? Bati nzuri tunamageleza mangapi hapa Kayanga, na tuna baba mlezi wa magereza. Ayuko wapi? Ndoo tuwambie yudomanayotoa huko magereza mangapi, na ushukuru. Wanawatembela afungwa na kutoa msaada. Asante baba askofu. gereza vituo vinne, gereza la Kayanga ambapo kuna wanaume na wanawake, lakini vilevile tuna gereza la Kitengule gereza la Mwisa pamoja na Migomba. Tunao wafungwa zaidi ya 850 ambao tunawahudumia. Tunashukuru sana kwa wote ambao mna, mnaenda kuwatembelea na kuwapelekea misaada mbalimbali. Tunao Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki asante sana baba skofu. Pia tunawashukuru kwa nguo mbalimbali ambazo huwa mnakusanya kipindi cha Kwaresima na hata baada ya Kwaresima kuja kuzikabidhi hapa chingoni, au moja kwa moja kwa baba chaplain au mlezi wa wafungwa, mlezi wa kiroho wa wafungwa wa wa wa. Kwa hiyo tunakutana na Yesu kule katika sura ya watu wenye sura mbalimbali na wengine huwa na mawazo kwamba wafungwa wote ni majambazi, wote wametenda mabaya. Ukienda kweli unashangaa, wote wamesingiziwa, wamebambikizwa kesi, kama na wewe unaweza kuwa natembea mtu kubambikiza kesi kukukomesha, naonga huko kusudi watima maneno maneno yako nafunga huko, okay. Nakuta watu wa namna hiyo, sio kusema wote wametenda mabaya. Yesu alipohukumiwa na kusundikwa msalabani alikuwa amefanya makosa gani? Mtakatifu wa Mungu. Papa Yohane Paulo wa pili alipopigwa risasi la moto tarehe thelathini na moja mwezi wa tano mwaka elfu moja mia tisa themanini moja alikuwa amefanya makosa gani? Kwa hiyo mara yingi unakuta Wakristo ndio wamejaa kule, kakusingiziwa eh, wakifata nyayo za bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo twende kuiji huko magerezani kwenye vituo vya walemavu, vituo vya yatima, vituo vya wenye mahitaji maalum, nyumba familia, ni watu mbalimbali, tukutane na Yesu huko. Njia ya tano ya hija ni kwenda kuhiji kwenye jumuiya ndogo ndogo, kufahamu jumuiya yako ni ipi, taratibu simamizi ni yupi, mnamshirikia tarehe ngapi, siku za mikutano ni lini, saa ngapi, kushiriki kikamilifu huko, maana Bwana Yesu alisema walipokusanyika wawili au watatu kwa jina langu, mimi niko hapa hapo kati yao kwa inapoungana nao wanajumuia basi, mehiji nakutana na Yesu huko. Mnatiana moyo, mnashauriana, mnapanga mipango mbalimbali mbali ya maendeleo ya kijamii, kiroho na kimwili, na hapo Yesu anaendelea kwa bariki. Basi tuzingatie hizo njia tano za kuendelea kuchochea moyo wa hija, moyo wa matumaini, ili tuweze kuhitimisha vyema hija yetu hapa duniani, tuweze kumuona Mungu uso kwa uso na kufurahi naye milele yote. Jubilei ishirini ishii na tano mahujaji katika matumaini <tumaini>